U hali gani mtazamaji wa TV, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriamu Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa kifuatacho ndani ya TV Habari. Viongozi wa dini nchini waanza mazungumzo ya kujenga amani. Tanzania yaibuka kidedea kwenye tuzo za utalii duniani. Wagonjwa mia tatu na hamsini wafanyiwa upasuaji Mloganzila kwa mafanikio. Karibu mtazamaji wa tve na moja kwa moja tuanzie jijini Dar es Salaam ambapo tunaelezwa kuwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Abubakary Zubery Bin Ally amesema mazungumzo baina ya viongozi wa dini mbalimbali nchini yameanza ili kujenga amani na utulivu wa taifa, huku akiwasihi viongozi wa dini zote nchini kuendelea kuunga mkono Tume ya Uchunguzi iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza matukio ya vurugu za Oktoba 29. Na Msola kwa taarifa zaidi. Mufti Abubakari amesema hayo jijini Dar es Salaam katika mkutano na waandishi wa habari ambapo ameeleza kuwa mazungumzo hayo yanafanyika chini ya kamati ya amani na maridhiano ya Tanzania, yaani Tanzania ineves, ambapo alianza kwa kikao cha makatibu wakuu wa mabaraza ya kidini yakiwemo yale ya Bakwata, CCT, Teki pamoja na jumuiya nyingine za kidini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 Aidha, Mufti katika tamko lake amewataka viongozi wa dini kote nchini kuiunga mkono tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 kwa kuipa ushirikiano, pamoja na kushiriki katika kutoa maoni, huku akieleza, baada ya tume hiyo wanategemea kuundwa kwa tume ya maridhiano ya taifa kwa ajili ya kutatua baadhi ya changamoto zilizopo baina ya taasisi hizo za kidini, na vyomba vikundi vyote vya dini zote viache kutoa matamshi ambayo yataleta mhemuko kwa wafuasi wao dhidi ya dini nyingine, na pia waache kabisa malumbano ya kidini, badala yake niwahamasishe ya wa wafuasi wao kuiombea nchi yetu amani na utulivu. Saba, tunawasihi wafuasi wetu wa dini na madhehebu zote tuunge mkono jitihada za serikali yetu katika kulinda amani na utulivu kwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika iwapo wanafahamu kuwa kuna mtu au watu au kikundi cha watu kinapanga au kushawishi kufanya vurugu siku ya tarehe tisa au siku nyingine za mbele zijazo. nane. Tunawakumbusha watanzania wote kuwa ni, ni, ni, si nchi zote zinapendezwa na amani iliyopo nchini mwetu. Vurugu za tarehe 29 Oktoba 25 zinachangiwa na, na vita vya kiuchumi baadhi ya nchi zinataka kuivuruga nchi yetu, ili zipate sababu za kuja kuchukua rasilimali zetu kwa manufaa yao, kama wanavyofanya kwenye nchi nyingine. Aidha, mufti amewataka viongozi wa dini ya Kiislamu kote nchini wakiwemo mashehe, maimamu na wakuu wa taasisi kuendelea kuasistiza vijana na waumini wa dini ya Kiislamu kutoshiriki katika maandamano yaliyoitishwa tarehe tisa Disemba, huku akiwataka vijana kutafuta namna njema ya kuwasilisha changamoto zinazowakabili, huku akishauri serikali nayo kuendelea kufanyia kazi changamoto zinazowakabili vijana. Asante sana Gudla Kimsola kwa taarifa hiyo. Tanzania imeendelea kushikilia nafasi yake ya kimataifa kama nchi inayoongoza duniani kwa utalii wa safari katika hafla ya fainali za World Travel Award 2025. Taarifa inasomwa hapa studio na Muhammad Jamal. Tanzania imetunukiwa taji hili adhimu katika sekta ya utalii duniani wakati hafla ya 32 ya World Travel Awards, WTA 2025 iliyofanyika katika ukumbi wa Exhibition World Center nchini Bahrain. Tuzo za WTA zinazotajwa kama tuzo za Oscars za utalii duniani kutokana na hadhi yake kubwa katika sekta hiyo. Tuzo hizi zimewaleta pamoja zaidi ya washiriki 500, wakiwemo viongozi wa serikali wa kwa wadau wa utalii Tanzania. Nchi yetu imeshinda tuzo kubwa kadhaa katika tuzo hizi za dunia za utalii hapa Bahrain, ambapo tuzo ya kwanza ni hii hapa ambapo nchi yetu imetangazwa kuwa ni kituo kinachoongoza duniani, sio Afrika, kwa utalii wa safari, kwa maana ya hifadhi kwenda kwenye wanyama na kuona mambo mengi yaliyoko porini. Kwa hiyo Tanzania hapa Bahrain imetangazwa kuwa kituo kinachoongoza duniani au nchi inayoongoza e, duniani katika eneo hili, lakini upande wangu wa kushoto pia tunayo tuzo nyingine ambayo imeitambua Zanzibar kuwa kituo kinachoongoza katika mikutano ya kitaasisi kwa bara la Afrika. Kwa hiyo hapa tuna tuzo ya dunia na tuna tuzo ya bara la Afrika. Cha msingi ni kuwashukuru e, Watanzania wote. Tuzo hizi zina element ya majaji, lakini kuna element ya watu kupiga kura a, kuweza kuchagua e, vivutio wanavyoviona duniani vina hizo sifa. Kwa hiyo sisi tunaamini Watanzania wamepiga kura, lakini dunia pia imetupigia kura. Tunawashukuru sana. Tanzania imeshinda tuzo nne, miongoni mwao ni kisiwa mashuhuri cha Zanzibar kushinda tuzo ya World Mike Awards 2025 kama eneo bora Afrika kwa mikutano na matukio ya kitaasisi. Pia hifadhi ya taifa ya Serengeti imetangazwa kuwa hifadhi bora ya taifa duniani 2025 katika tuzo hizo za WTA. Kama hivyo haitoshi, Tanzania imepata tuzo mbili zaidi katika kundi la sekta binafsi ikiwemo kampuni bora ya safari za puto duniani iliyotwaliwa na kampuni ya Serengeti Balloon Safaris. tuzo nyingine imekwenda kwenye kisiwa bora cha mapumziko duniani Jumaira Thunder Resorts, katika kisiwa cha Mafia nchini Tanzania imeibuka mshindi katika kipengele hicho. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili eneo la Mloganzila imefanikiwa kufanya upasuaji wa nyonga, mgongo na magoti kwa wagonjwa 350 kwa asilimia mia moja kufuatia ushirikiano mzuri baina ya hospitali hiyo na hospitali ya Queen Elizabeth ya nchini Uingereza. Mrisho Mapeo anayo taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa hospitali hiyo, mkurugenzi msaidizi wa huduma za upasuaji kutoka hospitali ya Mloganzila Dr. Goodlove Peter amesema utolewaji wa huduma hizo za upasuaji umechangiwa na uwekezaji wa vifaa tiba vya kisasa uliofanywa na serikali ndani ya hospitali hiyo. Aidha, Dr. Peter amebainisha kuwa mbali na upasuaji wa nyonga na mgongo, hospitali hiyo imefanikiwa kupandikiza maputo kwenye wagonjwa zaidi ya mia moja waliokuwa na vitambi vikubwa kupita kiasi, pamoja na upasuaji wa vichwa vikubwa tangu kipindi hicho kipindi cha miaka miwili iliyopita mpaka leo hii tumeshafanya operesheni mia tatu na hamsini kwa hiyo watu mia tatu na hamsini wamepata huduma ya upasuaji ambayo huenda labda wengine wasingeipata au labda wangekuwa bado wanasubiri, kwa sababu nafikiri mnajua hospitali ambazo zinatoa hizi huduma hapa nchini ni chache. Hao wagonjwa mia tatu na hamsini outcome yake eh, ufanisi wake wa hizo operation ni karibia asilimia mia moja. Wanaendelea vizuri sana bila changamoto yoyote, kuonyesha kwamba utaalamu tuliotumia na technology ilikuwa ni kubwa sana ya? Kwa hiyo tumesema, tumewafanyia wagonjwa mia tatu na hamsini katika kipindi cha miaka miwili, lakini wagonjwa tunaowaona kwa siku ni kwa average wagonjwa mia moja na hamsini Sasa uki, uki, kama unaona wagonjwa mia moja na hamsini maanake tulichojifunza hapa ni kwamba sio wote wanahitaji upasuaji. Wengi wanakuja na maumivu tu na sasa utashangaa kwamba tumefanyia operation za nyonga na magoti lakini wengi sana wateja ambao tumewaona kipindi hiki ni wenye maumivu ya migongo. Naye profesa na mtaalamu kutoka hospitali ya Queen Elizabeth ya nchini Uingereza amesisitiza kuwa kuwepo kwa kituo cha umahiri na wataalamu wa kutosha katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzira kutawezesha utoaji wa huduma za nyonga na mgongo kwa ufanisi na amepongeza namna ambavyo serikali imefanya uwekezaji kwenye vifaa tiba katika hospitali ya Mloganzila. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amewataka viongozi wa dini kuendelea kuwakumbusha wazazi na walezi kutimiza wajibu wao katika malezi ya wa watoto ili kuondokana na tatizo la mmomonyoko wa maadili katika jamii. Neema Huseni anayo taarifa zaidi. Mrindoko ameyasema wa hayo wakati akizungumza na viongozi wa dini katika kikao kilicholenga kukumbushana wajibu na kushirikiana katika kutunza amani, utulivu, usalama na upendo ndani ya mkoa wa Katavi. Niendelee kuwaomba tena kwamba katika mafundisho yenu na maelekezo yenu, naomba kwa pamoja mwendelee kutusaidia kuwaasa wazazi na walezi na jamii kwa ujumla kutimiza wajibu wao wa malezi. Katika jambo hili tumeona mmomonyoko wa maadili wa hapa na pale, lakini tumeona matukio ambayo mengine bado tunajiuliza kwamba matukio haya yametokea kweli kwa vijana wa Tanzania, au ni vijana ambao wanatoka mahali pengine na sisi katika kutafakari kwetu tumeona huenda kuna mahali bado jamii haijatimiza wajibu wake ipasavyo. Kwa hiyo pamoja na kwamba sisi upande wa serikali tunaendelea kuhimizana na kuwaelimisha wananchi, ningeomba pia viongozi wetu wa dini mtusaidie katika hili kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata ujumbe utakaomsisitiza na kumwamsha kuendelea kuhakikisha wajibu wa kila mmoja, mzazi, mlezi na jamii wa kuwalea vijana wetu watoto wetu wajukuu zetu katika hali ya maadili ya hali ya juu hali ya uzalendo na kuipenda nchi yao ya Tanzania. Basi jambo hili lifanyike katika maeneo yote ya dini. Kwa upande wao viongozi wa dini wameiomba serikali kuwekeza katika ufundishaji wa masomo ya dini mashuleni kwa kuajili walimu wa masomo husika, ikiwa ni pamoja na kuifikia jamii nzima. Kwa kuwa hapo umezungumzia pia swala la maadili nilikuwa naomba serikali iwekeze basi kwa viongozi wa dini hasa kuhusu elimu ya dini mashuleni. Yaani hawa watoto waanze kupata elimu ya dini mashuleni iwe siyo kama ilivyo hiari sasa hivi, iwe ni elimu ya dini, kama ni Islamic knowledge au kama ni Bible knowledge, iwe ni lazima wapate elimu hiyo, na ili ku ili kufanya elimu hiyo ya dini itolewe vizuri, mimi nilikuwa nafikiri kwamba wale walimu wa dini wa madhehebu yote wangeingizwa na wao kwenye ajira, ni waajiriwe kama walimu wengine, ili kule shuleni kuwe na ufundishwaji wa elimu ya dini bila kusuasua kama, sio kama ilivyo sasa. Anaweza katoka hapa ni mchungaji, mtatoka hapa labda mimi ni shehe nitahubiria wala ambao niko nao mle msikitini. Kuna kijana yuko mtaani, hayuko kanisani, hayuko msikitini. Kwa ambacho naweza nikatoa kama ombi kwa ushirikiano wa pamoja, kama jinsi ambavyo umeuonesha Mheshimiwa mkuu wa Mkoa, pamoja na serikali nzima ya mkoa, kwa kuna haja ya kuteremka mpaka chini, kwa maana kwamba huyo kijana yuko mtaani, lakini tunamfikiaje? hayuko msikitini, hayuko kanisani kwa kuna haja kubwa kwa ushirikiano wa ngazi ya mkoa kushuka mpaka serikali za chini kabisa, kwamba kijana anaishi labda nyumba fulani, anafanya kazi gani, ana shughuli gani, ili angalau hata kama haji msikitini kwa siku hiyo au kanisani kwa siku hiyo, lakini tumtambue. Aidha, Amri Ndoko amesema jukumu la kutunza amani sio la serikali peke yake, bali ni jukumu la viongozi wote wakiwemo viongozi wa dini viongozi wa kimila, viongozi wa jamii, siasa na mwananchi mmoja mmoja. Asante sana Neema Huseni kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka vijana nchini kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao wa kulinda nchi kwa wivu mkubwa ili Tanzania isalie kubakia kisiwa cha amani na kuruhusu shughuli mbalimbali za kiuchumi kuendelea bila kuathiriwa na vurugu ambazo mara nyingi zikitokea usababisha madhara makubwa kwa wananchi. Taarifa na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inaarifu. Mtaka ametoa wito huo wakati akizungumza na waumini wa kanisa la TAG Njombe ambapo mkuu mkoa wa Njombe amesema kuwa inashangaza kuona vijana wanajiingiza katika makundi yasiyofaa kwa kushiriki matukio ambayo yanatikisa nguzo za amani na utulivu wa nchi. Wanao wajibu wa kulinda amani ya Tanzania. Ninyi vijana wenzangu ndio kizazi kinachobeba matumaini na sura ya taifa letu. Wajibu huo tusiusahau. Ni kweli kujana ni maji ya moto, lakini tujue kwa kanuni ya Mwenyezi Mungu, kesho sisi ni wazee watarajiwa. Tafakari tena na tena, tunatengeneza jamii na taifa gani la kesho? Ni lazima sauti ya kuyakemea haya zipazwe na viongozi wa makundi yote: viongozi wa dini, viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa, viongozi wa taasisi, mashirika binafsi, kila mahala panapounda uongozi, toka kwenye ngazi ya familia. Jambo hili tuliseme hapana, tulikabidhi mikononi mwa Mungu na tuliombee lisijirudie kwenye nchi yetu, kwa sababu leo leo leo amani na misingi yetu kama taifa imetikiswa. Askofu mkuu wa Kanisa la TAG Njombe, Fairod Nyagawa akizungumza mbele ya wa waumini wa kanisa lake, amesema ni muhimu taasisi za dini kuliombea taifa ili kulinda amani na utulivu, huku akisema kuwa katika kutafuta mwafaka wa maridhiano ni lazima kusikilizana kwa pamoja ili kuijenga Tanzania. Wito wa kuombea taifa na viongozi sisi. Tunafahamu tunachoitiwa kwamba ni kuombea, na tunapozungumza kuombea, maandiko hapa yanazungumza kuombea hekima kwa viongozi ili watuongoze vyema, watuongoze vizuri. watu hicho kitu ni cha muhimu na cha lazima, na sisi tumewaombea na tumeamini kwamba Mungu amewasaidia katika hilo. nje ibada Kituo hiki kimezungumza na waumini wa kanisa hilo akiwemo John Mayemba na hapa wamekuwa na maoni tofauti. sisi tunaelimishana wenyewe kwa wenyewe kama waumini na kuwaelimisha wengine kuhusu amani ya Tanzania. hatutaki amani ya Tanzania ivunjwe. Sisi tunataka amani, tuishi kwa amani kama ilivyotoka kwa mwanzo. Kweli taifa letu limefika katika kipindi ambacho sio kizuri, na tunajua machafuko yakiwepo, amani isipokuwepo, hakuwezi kuwa na ufanisi, hakuwezi kuwa na maendeleo hatuwezi kuwa na, na mchakato wa kusonga mbele kama taifa letu litakuwa linapita katika kipindi ambacho hakuna amani hakuna utulivu. Amani tunahitaji na naamini kila mmoja anahitaji amani katika taifa letu, na kama taifa kwa pamoja tuna wajibu wa kuhakikisha amani tunaipata na tunakuwa nayo na tunailinda pia. Kutoka Njombe TV habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim, kwa taarifa hiyo. Bodi ya taifa ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu Tanzania NBAA kwa kushirikiana na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS wamepanda miti takriban 600 katika hifadhi ya mazingira asilia ya Pugu kazi Mzumbwi, Kisarawe mkoani Pwani kwa lengo la kuhamasisha uhifadhi na kuendeleza misitu nchini. Mwandishi wetu Mrisho Mapeyo anayo taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kuongoza wahasibu zaidi ya 400 katika zoezi hilo lililofanyika, kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi na mhasibu mkuu wa TF1. CPA Peter Mwakiosa, amesema zoezi hilo ni mfano wa taasisi za umma kuchukua hatua kwa vitendo katika kulinda mazingira na kukuza utalii wa ndani. Hivyo amesema ni muhimu kwa taasisi za umma na binafsi kuunga mkono juhudi za Rais Dr. Samia kutunza mazingira amesema kuwa sekta ya maliasili na utalii imekuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa taifa, hivyo ni wajibu wa kila Mtanzania kuendelea kuhamasisha matumizi ya nishati mbadala na upandaji wa miti hasa katika kipindi ambacho mvua zinaporuhusu ili kutimiza lengo. Zoezi la uhifadhi wa mazingira haliwezi ukafanywa na taasisi moja ya umma, taasisi mbili za umma, bali inatakiwa michukuliwe kwa umuhimu mkubwa na sisi wote wa Tanzania na kama mnaofahamu tunaelekea pia mwisho wa mwaka ambapo e, tutakuwa na matukio mengi mengi sana yanayohusisha kutumia energy. Kwa hiyo tujitahidi kutumia nishati mbadala. Rais wetu Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuwa akituelekeza na akitusisitiza kutumia nishati mbadala ili kuendeleza na kuzuia uharibifu kwa upande wake makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa NBAA, CPA Frederick Msumari amesema zoezi hilo na ziara kama hizo ni sehemu ya utamaduni wa bodi hiyo kwa kila mwaka ili kuhamasisha wanachama kutambua umuhimu wa kulinda rasilimali za nchi na kufanya utalii wa ndani sanjari na kutunza mazingira. Ameongeza kuwa mwaka huu wamepanda miti takribani mia sita na wametembelea maeneo ya hifadhi hiyo pamoja na kufanya michezo mbalimbali mbali, baada ya kuhitimisha mkutano wao maalum, lengo likiwa ni kuhamasisha utamaduni huo ndani ya jamii. Zoezi kubwa leo ilikuwa ni kupanda miti kwa ajili ya kuhakikisha tunatunza mazingira yetu, lakini tunaacha dunia ambayo itawafaa hata wale utakawawachia kizazi cha tatu cha nne na cha kuendelea. Kwa hiyo tume, panda miti uh, kwa ujumla isiyopungua mia sita kwenye eneo la misitu hii ya kazi Mzumbwi hapa Pugu, na baada ya hapo, tukio ambalo limefuata na linaloendelea sasa hivi ni michezo mbalimbali mbali. Kuna michezo ya kupanda milima, kwa hiyo tunavyoongea kuna watu tayari wako njiani wanaelekea kileleni, sehemu ambayo ukifika uh, unaweza ukaiona Dar es Salaam kwa zaidi ya 90% lakini kuna michezo mingine ambayo waliobaki hapa wanashiriki ikiwepo pamoja na kuendesha mtumbwi kuvua samaki na michezo mingine ambayo watu wanajua kuicheza, kwa mfano kama bao na michezo kama hiyo ambayo imeandaliwa maalum kwa ajili ya hilo. Nao baadhi ya wahasibu walioshiriki katika zoezi hilo la upandaji miti katika hifadhi hiyo ya mazingira asilia ya Pugu Kazi Mzumbwi wamehimiza uhifadhi wa mazingira kwa vitendo badala ya kuishia kuandaa tu ripoti za mazingira. Kwa katika upandaji wa miti hapo, tunatunza mazingira ambayo natusabibishia katika environmental protections ya nchi yetu, ambayo basically ni katika kulinda mazingira katika nchi yetu ya Tanzania. Kwao tumeshiriki zoezi hili kikamilifu, tulikuwa wasibu wengi, tumepanda miti mingi, na tutaamini mazingira yetu yatalindwa na yatatunzwa, na uoto wetu asili utakuwa protected. Kuhimiza mazingira uhasibu wa kimazingira, namna ya utunzaji na uratibishaji wa mahasibu kwenye swala la mazingira. Kwa hiyo hiyo pia imefanya reflection ya kuahirisha kwamba hatuishii tu kuandika ripoti za mazingira kihasibu, lakini tumezihirisha kwamba kivitendo tunaweza tukapanda, then kuanzia kwenye kupanda, hata unapofanya quantification au uratibu vizuri, namna vilivyo gharama zilizotumika, inakuwa rahisi kutathmini kwamba uhalisia ulianzia wapi. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Tabora mjini Upendo Wela amewataka wananchi wa eneo hilo kutojihusisha na vurugu zilizopangwa kufanywa na baadhi ya watu wasioitakia mema nchi na badala yake wawe walinzi wa amani ili kuhakikisha hakuna yoyote anayejaribu kuvuruga hali ya utulivu wa nchi. Viongozi wa serikali za mitaa wakiwamo watendaji wa vijiji na kata zilizopo manispaa ya Tabora pamoja na wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali wamekutana chuo cha ualimu Tabora TTC si, lengo ni kujadili mambo mbalimbali ya maendeleo, suala la ulinzi kwenye maeneo yao likachukua uzito mkubwa. Kama kuna sehemu unakutana na changamoto, kuna polisi kata. Siku hizi tuna magari ya kutosha, tuna askari wa kutosha, tuna askari wengi tu. Kwa hiyo kama kuna shida mahali, kuna mtu mkorofi shirikiana na polisi katapolisi kata ataagiza gari na askari. Akizungumza katika mkutano huo mkuu wa wilaya Tabora Upendo Wela, pamoja na mambo mengine, amewaondoa hofu wananchi, akiwataka kuendelea na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida, kwa kuwa hakutakuwa na uvunjifu wa amani, huku akisisitiza viongozi wa serikali za mitaa kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama pindi atakapoona jambo lolote lisilo la kawaida au lenye viashiria vya kuhatarisha amani na usalama. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi ni kwamba ni kwamba hawajatoa kibali kwenye yale maandamano. Ya, kwa hivyo kama hawajatoa kibali maanake hayapaswi kufanyika. Sasa kama hayapaswi kufanyika maanake sisi tuna dhamana ya kuhakikisha maeneo yetu yanakuwa salama. Kwa hivyo tuhakikishe kwamba tunajua watu wanaoingia kwenye maeneo yetu. Tumekutana na makundi mbalimbali, mathalan watu wenye nyumba za wageni. Lengo ni kuhakikisha kila mtu anayeingia basi anakuwa na vibali stahiki. Na kama utaona kwamba kuna viashiria vyovyote ambavyo unadhani kwamba vinaweza kupelekea kuhatarisha amani kama tunavyosema basi ndio maana tumekuja na viongozi wametoa namba zao za simu, wasiliana kwa haraka ili kuhakikisha kwamba tunachukua hatua kwa mapema ili mambo kama hayo yasiweze kujitokeza. Baadhi ya viongozi wa serikali za mitaa wamebainisha namna walivyojipanga kuhakikisha wananchi wanaoishi kwenye maeneo yao wanakuwa salama. Kwa tunaungana na viongozi wa kiulaya, viongozi wa kitaifa kuhakikisha kwamba tunapingana na tunahakikisha tunasimamia hali ya usalama mpaka kumaliza tarehe hizi ambazo wao wamepanga kufanya vurugu yoyote, ambayo anaviashiria au dalili zozote, sisi tutakuwa tutatolea taarifa katika mamlaka husika, na tutakuwa tutamdhibiti kwa mujibu ya faida ya wananchi ambao tunawaongoza. Nawasihi vijana makundi wasifanye vurugu yoyote, itawagharimu sana. Kampuni ya uagizaji magari nchini kwa njia ya minada inayofanyika moja kwa moja kutoka nchini Japan na nchi nyingine Jema Auto imekuja na ofa ya mwisho ya mwaka ambapo mteja anaweza kupata ofa ya punguzo ya asilimia 15 hadi 20 endapo ataagiza gari kupitia kampuni hiyo. Mohamed Jamali ana taarifa zaidi. Akizungumza, mkuu wa idara ya kampuni ya Jema Auto Lazaro Lutobeka amesema kuwa tangu azindua mfumo huo hadi sasa mwitikio umekuwa ni mzuri kwa sababu mteja anashuhudia mnada ukifanyika mubashara kutoka Japani na kuchagua gari ambalo analihitaji huku akieleza kuwa anaendelea kutoa elimu ili kutatua changamoto zinazotokana na baadhi ya wateja kutofahamu mfumo huo unavyofanya kazi. Katika kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka, tumejipanga kuwahudumia wateja wetu vizuri, na mojawapo ni kwamba kwa wale kwa waagizaji, wafanyabiashara au mteja, tunatoa punguzo la mpaka asilimia 15 mpaka 20 tegemeana na aina ya gari lakini pia e, gari la mteja linapofika, basi tunalifanyia usafi bure kabisa, linaenda kwa mteja likiwa safi. Lakini pia tunampatia vile vitu muhimu vya kwenye gari ikiwemo carpets, a triangle, fire extinguisher hata bima ndogo tunakava bure. Kampuni ya Jema Auto ilianzishwa rasmi mwaka elfu mbili na mbili ikiongozwa na mtu mmoja, na baadaye ikaongeza uwekezaji na kujikita zaidi kwenye biashara ya magari kisha kuamua kuingia rasmi kwenye ushindani kwa kutumia teknolojia na kuzindua mfumo mpya wa uagizaji magari kwa njia ya mnada mwaka 2024 ambao umeleta mafanikio na unaendelea kutumika vyema hadi sasa. Asante sana Mohamed Jamali kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari.